Kaunti ya Taita Taveta sasa wanatoa wito kwa wizara ya madini nchini kutoa leseni ya uchimbaji madini kwani hadi sasa wana leseni miaka miwili tangu kusitishwa kutolewa kwa leseni hizo, na wachimba madini wakisema hatua ya wizara ya madini kukosa kutoa leseni hizo kumefanya biashara hiyo kutoendelea, huku jamii zinazotegemea sekta hiyo zikiendelea kuhangaika. Aidha, wanalaumu wizara ya madini kwa kuendelea kuhangaisha wawekezaji wa madini ambao wanatakikana kuanza shughuli za uchimbaji madini katika shamba la kijamii la Kishushe huko undani. Biashara zote na kazi za madini hii sehemu ya Kishushe zimesimamishwa, hatu watu wamekuwa label illegal miners. Kwa hivyo tunaambiwa hata tusiingie kwa migodi yetu, DCI ndo anatumiwa. Ukiingia tu kwa mgodi wako, unaona wanakuja na gari, wanakuambia hapa scene of crime ni dharau. Unawekaje mtu ndani ya shamba letu bila ruhusa yetu? Sisi ndio wenye rasilimali hii, hata serikali. Yule aliyeandikwa na serikali A, ni sisi tumemwandika, analipwa na kodi zetu. Haistahili lolote kabisa aguse chochote, atie watu katika hali ya sintofahamu. Tuko na mainvesta wa wawili ambao walikuja kwa members na wakapewa consent na hivi tunataka waanze kazi mm -hmm. Mm -hmm. Mi investors hawezi kuanza kazi bila license mm -hmm. na members wetu alikubali kwamba huyu bwana anaitwa huyo archers post ni kwamba aende atutolee license kwa jina la Kishushe Ranch mm -hmm. Na hatuna kikwazo chochote wala kizuizi chochote na hilo kazi.